Ndugu viongozi na ndugu wananchi, maendeleo ya Taasisi ya Sayansi za Bahari hayapaswi kubaki ndani ya mipaka ya chuo pekee. Jamii inayozunguka taasisi hii lazima inufaike moja kwa moja na uwepo wa chuo hiki, kupitia ajira, huduma, biashara na shughuli za kijamii zitakazochangia kipato chao. Taasisi inapaswa kuwa kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa Buyu na maeneo ya jirani. Katika muktadha huo, nahimiza taasisi kuanzisha na kuimarisha mafunzo mafupi ya vitendo, hususan kwa wananchi wa maeneo yanayozunguka chuo ambao tayari wanajishughulisha na shughuli za bahari ili waweze kuongeza tija, kipato na uelewa wa matumizi endelevu ya rasilimali za bahari na hivyo kuchangia kikamilifu katika uchumi wa buluu.